Pengine askofu, kwa kuwa tunajadili kuhusiana na juma kuu na Pasaka, samahani, naomba nikuchomekee kidogo. Baadhi ya maswali ambayo nitakumbuka vile msikilizaji aliyekuwa akiuliza katika mfululizo wa maswali mm, wengi walikuwa wakiuliza, kwa nini Ekaristi takatifu inaondolewa baada ya adhimisho la Alhamisi Kuu? Inaondolewa kuashiria kwamba Kristo amekamatwa. Naam, yaani Kristo amekamatwa hayupo tena, mm. Hayuko ay, katika mzunguko wa kawaida ndio, e, anaondolewa pale, anakamatwa anaondolewa ha, mitume hawanae tena, mitume hawanaye Kristo tena, haendeli kuabudi tena, ndivyo anaondolewa pale pa mm. ndio hatari na inakaa tufu na Kristo anakamatwa na kuondolewa na kupelekwa pembeni, tuna sali mpaka usiku wa manane. Baada ya hapo Ekaristi inakuwa imefungwa kule. Na swali lingine ambalo nakumbuka mmoja aliuliza kwa nini Yesu, Yesu alilia katika mlima wa Getsemani. Alilia kwa sababu aliona mateso yale yote yalikuwa mbele yake, mm -hmm. Mateso yale yote yalikuwa mbele yake, atakavyopigwa majeredi, atakavyowekwa taji la miiba, atakavyodhulumiwa, atakavyofanya nini. Na kilichoumuliza zaidi ya hicho, mm -hmm. ni kwamba licha ya mateso yake yale, bado kuna watu ambao hawatayapokea na no, wataendelea kufa na wataendelea kwenda kwenda motoni. Hilo ndio lilimuliza di sana kuliko mingine. Ndicho kitu ambacho kinaendelea kwa sasa hivi kati ya Yerusalemu na Palestina. eh, eh, eh, kati... naona naipenda sana Yerusalemu na, na Israeli Israeli ya leo na itze? Palestina Israeli ya leo na, ya leo kwa kweli, hmm. viti viti viti na Palestina ya leo kwa kweli ni vitu viwili tofauti, ni vitu viwili tofauti kabisa kwa sababu Israeli ni mkataa Kristo hmm. na Palestina kama Palestina haimkubali Kristo, hivyo ni wale watu wawili hao wako huko Hmm. Kuna Wakristo wachache katika sehemu zote mbili, kuna Wakristo walio kule Israeli, kuna Wakristo walio Palestina, wamu mle mle, lakini kijumla Israeli aikumkubali Kristo mm. Labda ndio asema ndi swali kuwa anaililia ana Yerusalemu Yerusalemu sababu hmm. Kama angekuwa imemkubali Kristo, kama angekuwa imemkubali Kristo, labda kama mgemkubali asema mgeokoka okay. Lakini awakumkubali mm labda na yenyewe ndio inawafuata, ndio mpaka leo mm. ndio inawafuata mpaka sisemi, lakini inaweza inaonekana gana, inaonekana kwa sababu miaka mingi imewafuatilia mefu, hiyo mm. kwa sababu okay, miaka yule ambaye babu zao walimtayarisha toka mwanzo anafika alifika kwa lio wakwake, lakini wakwake wakufanya nini? hawakumpokea poke. Hawakum, hiyo ndio balaa ya Israeli.